Kikosi cha Simba kimewasili Salama Bin Salmin hapa katika mji wa Suez. Mji ambao ndio mchezo utapigwa kati ya Simba na Al Masri kutokea hapa, hapa nchini Misri. Kwa sasa moja kwa moja nakwenda kuungana na mkuu wa msafara Dr. Saif Muba kutaka kufahamu analipi la kusema mara baada ya Simba Sports Club kuwasili kituo chao cha mwisho kabisa hapa uh, nchini Misri. Dr. Saif Muba habari zote huko? Namshukuru Mwenyezi Mungu Uh, wewe ndiye mkuu wa msafara. Uh, timu ya Simba Sports Club imetoka Dar es Salaam, Tanzania, Ismailia, baadaye tumewasili hapa katika mji wa Suez, nataka nifahamu mchakato mzima namna ambavyo umekuwa lakini pia mpaka Simba imewasili kwenye kituo cha mwisho kabisa kwa ajili ya kwenda kuvana dhidi ya timu ya Al Masry. Mchakato ulikuwaje? Uh, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, tunasema safari ilikuwa nzuri tumeondoka Ismailia kama tumetumia kama risali moja na, na dakika 30 hivi kufika hapa. Kwa hivyo safari ilikuwa ni nzuri na moja kwa moja tumefika hapa, tumefika moja kwa moja mazoezini, kama hivyo unavyoona hapo nyuma wachezaji wanachukua mazoezi. Kwa hivyo safari ni nzuri na tuko tayari uh, kwa, kwa, kwa mchezo wa, wa kesho uh, na Uh, labda tu kwa faida ya kwamba kwa nini tume, uh, wan, mechi mchezo uwanja huu uh, huu pia sio uwanja wao awa wenzetu wa Al Masri, na wao wanatoka kwao kuja hapa ni kwa sababu uwanja wao uh, umefungiwa uh, na, na, na, na, na CAF usichezewe mechi Uh, pia walijaribu kutaka tucheze pale Ismailia, lakini eh, security ya Ismailia na yenyewe pia ikawakatalia. uh, tulivyouliza sababu, tumegundua kwamba uh, mashabiki wao wanasema wanafujo sana, kwa hivyo viwanja vinawakataa. Sasa ndio ndio maana tuko, tuko, tuko hapa. Kwa hivyo tuko tayari kimchezo. Mazingira ya hapa umeonaje mara baada ya kikosi cha Simba kuwasili hapa, na pengine unalipi la kusema uh, kuambia Watanzania? Ah, kuna hali ya hewa nzuri. Ah, sio tofauti sana na hali ya hewa ya nyumbani kwetu, angalau kuna kibaridi ka upepo minaita Eh, sio sio hali ya hewa mbaya ambayo ni, ni uh, wachezaji wetu naamini kabisa sio hali ya hewa ambayo itawavuruga ita kutoka mchezoni, na nichukue nafasi hii kuwaomba watanzania wote uh, kwa sababu Simba ndio inaiwakilisha nchi, uh, bendera ya Tanzania. Kwa hivyo niwaombe watanzania wote kwa umoja wao, uh, washirikiane nasi, watuombee, uh, kuanzia hivi sasa tunavyozungumza mpaka kesho baada ya, ya mchezo, na naamini kwa dua zao kwa kwa kadari zake Mwenyezi Mungu tutashinda inshallah.